Adhani mpango wao ni maandamano ila lengo lao ni kuiba na kuharibu mali, jambo linaloogopesha wafanyabiashara hivyo kufunga maduka yao kuhofia kuibiwa. Ndio taswira ya asubuhi Juni 25 wakati wa maandamano jijini Mombasa, wafanyabiashara wakiharakisha kufunga maduka yao ya kibiashara, huku wengine kukosa kufungua kabisa wakiwa wenye wasiwasi mwingi kuibiwa na kundi la wahuni wanaojifanya waandamanaji. Wale vijana kuna grupu, grupu ya kwanza asubuhi imepita kenda huko. sasa wale kidogo ndio walikuwa kama tunaona ni maandawana maji lakini sasa, hii grupu ya pili naona kama ina matatizo fulani, kwa sababu ni wale kuna mchanganyiko pale ndani. Sasa e, huwezi jua mzuri nani wala mbaya nani. Tumefunga kwa sababu tunaofea usalama. Ona, kwa sababu wakiamua kuingia hapa ndani sasa itakuwa matatizo kwetu. Tumeamua kufunga biashara yetu hivi kwa sababu tuna, tuna wasiwasi, tuko juu juu yani sahihi. Napatana na Steven Wainaina mfanyabiashara mwenye duka kando ya barabara Moi Avenue County ya Mombasa. Wainaina ni mojawapo wa wafanyabiashara waliofungua maduka yao asubuhi wakati wa maandamano akidhania pako salama, ila saa nne asubuhi ilipofika kundi la vijana wakatokea kisha kumwibia nguo za takribani elfu tano. Hapo ndipo wenzake wakaja kumsaidia. Wainaina anasimulia: kawaida ni kwamba kulikuwa na waandamanaji ambao walikuwa waandamanaji halali kweli, ni masaa ya asubuhi, lakini kufikia mida na masaa haya kukatokea wahuni wengine, vijana machokora, wamechanganyikana, wahuni wa kila aina ambao lengo lao na kusudi ilikuwa ni kuibia mali ya wanabiashara. Na kawaida hapa kwangu, Mungu amenisaidia, na pia na mimi nikajitetea, nikasimama imara, na pia na wale majirani na marafiki ambao tunafanya biashara pamoja wakasimama pamoja na mimi, hivyo basi hawakuweza kutuadhiri sana, japo kuwa wamechukua hapa na pale kitu moja moja, uh, manguo kadhaa kidogo ndio yameweza kuenda. Nguo ambazo wameenda nazo ni kama shilingi elfu tano. Aidha Tukio la wizi wakati wa maandamano kaunti ya Mombasa, vijana wa Gen Z wamekashifu tabia hiyo ya wahuni wanaotumika na watu wasiojulikana huku onyo kali likitolewa baina yao. We are practicing our rights, but we are not allowing any goons to interfere with our protest. Sio kitu tunapanga sisi and then goons who are being paid they come and intervene with these protests that, that are ongoing. So sisi tunakemea hii masuala ya magoons. Tunataka kuwatumia onyo kali sana. Sisi kama vijana, I'm talking on behalf of Gen Zs. We do not want goons to be interfered with our issue. Hao magoons we will deal with them perpendicularly. Mnaotuma tunapambana nao kumundu kumundu. Kitendawili ambacho kila mmoja anasubiri kuteguliwa ni kwamba ni kina nani hao hasa wanaowafadhili wezi hawa kuiba na kuharibu mali wakati wa maandamano. Hao magoons, kwanza kwa upande wa reli huo wamelipwa kwanza, wale magunzi huo amelipwa. David Lukoe, Habari 24.7, county ya Mombasa.